Anwaula kirangi cha mtume, ukimona umzangi. Kumbe Mwajuma, mambo nayasikia hapa kijijini ni hivi? Dadawako ana virusi vya ukimwi? Virusi gani? Mjukuu wangu ana ukimwi? Ukizungumzia habari za Mwajuma nakuona nchanganiaawauamwam <laughs> na <muchas> tendo kweli, yeah, doctor. Majibu yetu hapa bwana yanaonesha umepata maambukizi ya ugonjwa <muchas> wa <muchas> virusi <muchas> vya ukimwi. Atakuja kuniua huyu Mwajuma na atakuua kweli. Make mwenyewe pale alipo ni mfu aliye hai. We mama, unajisikia unavyovyongea, lakini wewe mtoto wewe, una matatizo gani? Hebu usinichanganye wewe, agenti wa kirusi. <muchas> <muchas>